Karibu sana kwenye pesa Vibe, mahali ambapo tunazungumza ukweli kuhusu fedha, maisha na maendeleo binafsi kwa Kiswahili kinachogusa maisha yako moja kwa moja. Leo tunaendelea na uchambuzi wa kitabu kinachobadili maisha ya watu duniani kote, atomic habits cha James Clear. tupo kwenye sura ya tano ambayo inauliza swali la msingi: unawezaje kuanza tabia mpya bila kuahirisha au kuchoka njiani? Sura hii inatufundisha mbinu moja rahisi lakini yenye nguvu ya kushangaza. Inaitwa implementation intention. Kama umewahi kusema nataka kuanza mazoezi au nitajifunza kuweka akiba, lakini ukaishia tu kusema, hii video ni kwa ajili yako. Hebu tukifungue kitabu pamoja, kwa mtazamo wa Kiswahili na maisha yetu ya kila siku. Moja: tabia bila mpango, sawa na ndoto iliyoharibika. James Clear anasema watu wengi wanashindwa sio kwa sababu hawataki kubadilika, bali kwa sababu hawapangi vizuri. Unasema nitakula vizuri, lakini hujaweka muda wala mahali wala chakula hujakiandaa. Unasema nitasoma vitabu, lakini hujamua ni saa ngapi na wapi. Mfano, unasema unataka kuanza biashara ndogo, lakini kila siku inapita hufanyi chochote kwa sababu hakuna ratiba, hakuna hatua ndogo ya kuanzia. Suluhisho ni moja: implementation intention. B. Nguvu ya implementation intention: hii ni mbinu ya kuweka tabia mpya ndani ya ratiba yako. Mfano, nitasoma kurasa kumi kila jioni, saa mbili kamili usiku, nikiwa sebuleni. Nitaandika mpango wa siku kila asubuhi, saa 12 alfajiri, nikiwa mezani. Tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaotumia mbinu hii hufanikisha tabia mpya mara mbili ni, hadi tatu zaidi. Mahali na muda ni nguvu ya ajabu. Badala ya kutegemea hisia au motisha, tumia muda na mazingira kama kumbushe. Fikiria hili, unapotoka kazini saa tano jioni kila siku, na ukijua kwamba saa tano na nusu unasoma kitabu au unaandika malengo, mwili wako unaanza kuzoea, inakuwa default setting. Ukisema nitafanya kitu fulani hivi karibuni ni sawa na kusema sijui lini. Hiyo ni tiketi ya kushindwa. Hatua nyingine: tabia mpya bandika juu ya tabia ya zamani, habit stacking. Mbinu nyingine muhimu sana ni habit stacking, yaani kuakanisha tabia. Mfano, baada ya kunywa chai ya asubuhi nitaandika mambo matatu ninayoshukuru. Baada ya kupiga mswaki usiku nitasikiliza dakika kumi ya mafunzo ya fedha akili yako inapenda mfuatano. Tabia mpya inapobandikwa juu ya ya zamani inakuwa rahisi sana kuitekeleza. Hatua nyingine: fanya tabia kuwa sehemu ya utambulisho wako. Usiseme tu nataka kufanya mazoezi, sema mimi ni mtu anaijali afya. Unapojitambulisha kwa tabia unayotaka, akili yako inaacha kupambana nayo, inakubali. Hii ndio siri ya kubadilika kwa kudumu. Rafiki yangu, unaona sasa kuanza tabia mpya sio lazima iwe ngumu. Haitaki nguvu ya ajabu, inataka mpango mdogo tu unaotekelezeka leo. Ukiondoka hapa, chukua dakika tano uandike, nitafanya hii tabia saa hii muda huu katika mahali fulani. Na kama unataka bonus, tafuta tabia moja uliyozoea, kisha bandika mpya juu yake, ndiyo habit stacking. Kama umejifunza kitu leo, Bonyeza like, subscribe kwa chaneli yako pendwa ya Pesa Vibe, na shiriki video hii na mtu unayemjali: rafiki, mpenzi au mvili.